Mgeni rasmi roku chachi ilianzishwa mwezi wa nane 1978 ikiongozwa na mwinjilisti misperesi juma mwizarubi ikiwa ni roku chachi ya pasoleti ya Kitengule, na kufikia tarehe mbili mwezi wa tatu ishirini kumi na tatu pasoleti ya Kibara ilizunduliwa na kurudi pasoleti ya Kibara chini ya uongozi wa mchungaji Yohana Salala kwa sasa Bajeti ya ujenzi wa kanisa la AIC Magunga mabati 160 ukizidisha mara 30 kila bati kwa bei yetu huku inaleta milioni 4 na themanini na laki nane alufu. E, mbao 180 e, kila ubao shilingi mia sita. Jumla ni shilingi milioni moja na themanini alufu. mifuko ya simenti tulipendekeza mifuko mia mbili na kumi mara kila mfuko mmoja shilingi ishirini na tano elfu jumla tukapata laki milioni tano na laki mbili na hamsini elfu nne. Vigae boksi mia tatu kila boksi shilingi thelathini na tano elfu jumla inakuja milioni kumi na laki tano elfu tano. Milango ya chuma miwili kila mlango laki nne, jumla ni laki nane. Milango ya mbao miwili kila mlango ni laki nne vile vile, jumla milango miwili laki nane. Madirisha ni saba yanavyoonekana kwenye jengo hili, kila dirisha themanini na tano alfu ana madirisha saba hayo na kuja laki tano tisini na tano alufu nane. Mchanga tiripu kumi, kila tiripu ni shilingi laki moja na ishirini alufu, jumla ni milioni moja na laki mbili alufu tisa. Kokoto tiripu nne, kila tiripu ni laki moja na ishirini alufu Uki, ukitafuta jumla yako hapo inakuja laki nne na themanini alfu. Fundi bati sasa tulimkisia milioni moja, misumari ya bati laki tano, misumari ya kuunganishia laki moja na stini alfu, usafirishaji wa vifaa hivyo laki tano, na baidingi waya alfu stini, fundi plasta milioni mbili na laki tano. Rangi dumu saba, kila dumu ni shilingi arobaini na saba, jumla yake inakuja laki mbili na themanini alfu. Fundi wa kufiksi madirisha ni laki moja na nusu. Tahadhari tutaweka laki mbili alfu. Ukijumulisha hapo fedha yetu inakuja milioni thelathini na nne na mia tatu kumi na tisa. Anamshukuru sana Mungu. Leo nimesimama mbele yenu kwa heshima kubwa sana, nikimwakilisha mgeni rasmi ambaye ni mume wangu, Dr. Bwire kwa leo akuweza kuwa pamoja nani, lakini alitamani sana. Amepata safari ya kikazi, kwa hiyo hayuko nchini, yuko nje ya nchi Rwanda. Kwa hiyo amenituma salamu sa zake sa za heshima kubwa za upendo kwenu na uongozi wote wa kanisa la AIC Magunga. Anasema anawapenda sana Amen. Kwa hiyo kwa majina, naitwa Sellina Izack Masanja, kwa niaba ya mgeni rasmi, tutatatua changamoto hizo. Mgeni rasmi amefarijika sana kusikia juhudi kubwa zinazozifanya katika ujenzi wa nyumba ya Bwana. Ujenzi wa kanisa si jambo dogo, ni jambo kubwa, ni kazi takatifu na ni kazi ya kizazi na kizazi, kwa matunda yake yatabariki hata ya vizazi vinavyokuja. Ndio maana ameona ni jambo la heshima kushiriki naye katika hatua hii muhimu kwa kutambua thamani ya kazi hii, mgeni rasmi akishirikiana na familia yake pamoja na marafiki zetu, tumeshiriki katika changizo hili. Japo ni kidogo, lakini tutaomba mkipokee kwa moyo utumishi na upendo kwa Mungu na kwa jamii. Tunaomba mwendelee kutuombea ili Mungu aendelee kutupa nguvu, afya na moyo wa kutoa kwa ajili ya kazi zake. Kwa upande wangu binafsi ni heshima kubwa pia kuwasilisha mchango huu. Naomba mchukue mchango huu kama ishara ya upendo na kuungana nani katika kulijenga kanisa letu, atukiwa na matumaini kuwa Mungu ndiye mwenye kuendeleza kazi yake. Kwa hiyo tunaomba katika shughuli yetu hii tuendelee kusali sana, na hapo hapo naomba niwape mstari unaotoka katika kitabu cha Zaburi sura ya mia ishirini na saba mstari wa kwanza ntasoma kama ilivyoandikwa: Bwana asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kwa hiyo mstari huu maana yake inakumbusha kwamba kazi hii ya ujenzi wa kanisa si kazi ya kibinadamu tu bali ni kazi ya Mungu, na lazima ianze na la baraka zake kwanza. Melawana watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tusichoke kuomba. Hii ni hatua ya kwanza kwanza, mpaka tumefikia hatua hii ya kujenga boma, ni Mungu tu. Kwa hiyo Mungu hajatuacha, tuendelee kumshika na kumuomba usiku na mchana, tutafanikiwa. Mwisho kabisa niombe tuendelee kushirikiana kwa kushikamana kuungana na kumuomba Mungu. Hivyo naomba niwasilishe mchango wetu. Tulipata barua ya mchango huu kwa nchini Kenya, tuliomba mpafanuo ili tuweze kuchangia, tuliomba bajeti hii na tuitumiwa na mijirisi, kwa hiyo kwa mchango wetu sisi tumeamua kwa uwezo wa Mungu, Mungu ametubariki. Tutachangia mabati ambayo yanahitajika 160, tutatoa mabati yote, pia tutatoa mbao zote, pia tutatoa misumari yote ya mabati na vifaa hivyo vitafika tarehe mbili mwezi wa kwanza, hapa kanisani kwa usafiri mpaka hapa kanisani. Kwa hiyo naamini kwa mchango huo, hatutoonyeshewa mvua, hatutopigwa jua tena, tutamwabudu Mungu tukiwa ndani, na ndio lilikuwa lengo kubwa. Hizi nyingine ni mbwembwe tu, lakini kupaua ndio kila kitu.